Sani anasema wataishi hapo kwa miezi mitatu. Na bwana mdogo akauliza, sasa baada ya miezi mitatu nini kitatokea? Ndipo sasa Makochana akasema baada ya miezi mitatu sisi ndo tutaamua nini kitatokea. <tos> <tos> <tos> <tos> Lakini picha linaendelea kama kawaida. Tumeshuhudia mengi yaliyotokea katika episodi zilizopita, na muhusika wetu mkuu ambaye pia wengi tunamtazama sana, Master Fu Hongxue, ana jeraha ambalo bila shaka linamfanya asitembee kama alivyokuwa akitembea zamani. Na sasa hataki kupumzika, anapita katikati kabisa ya jangwa, mahala ambapo hata maji hakuna. Yeye haya ni maisha ambayo amekuzwa nayo tangu zamani, na mtu aliyemtuma kufanya yote haya ni mama yake mzazi. Sasa unajiuliza mama yake yuko wapi wakati huu. Mm, kijana anapitia wakati mgumu sana. Chuinon ndio ambaye alikuwa anamfuatilia taratibu taratibu, akiwa anajua kabisa huyu jamaa hayuko sawa, na kama akikosa msaada lolote linaweza kutokea. Sasa angalia, kila muda anakuwa anashtuka, anakuwa anastue. Anawambia, unajua, ujapata hata muda wa kupumzika kabisa. Kwa nini sasa upate hata muda wa kupumzika? Labda sasa ndio upumzike hapa, umeweza kufanikiwa kumpata mtu uliokuwa unamtafuta. Akasema hapa sasa mbona basi safari yako umeisitisha? Umesimama? Akasema wala sitapumzika tena. Yaani jibu linatoka hapo hapo, gari linawaka hapo hapo, amekanyaga mafuta, anasepa chuinon. Anajitahidi sana sasa, huyu jamaa mara zote ni kama anamkataa, ameshajitahidi sana kumfuata na kumbembeleza lakini inaonekana bado mchizi hajamchukulia vizuri. Tunarudi kwa Mako Chan ambaye amekuwa katika maficho kwa muda mrefu sasa na anazurura akiwa na Sanian ambaye basi e, pisi yake hiyo, ambia lakini uhitaji kunihudumia kuliko uangaike ni... katika mambo ya hatari, ni bora uishi maisha yako kwa uhuru. Mimi ndo njia niliyochagua. Huhitaji kunifuata upitie ma katika mambo kama hayo yeyo hendo shenzo sasa. Namwambia Kasi... hebu nikuambie kitu kimoja, katika yote yaliyotokea, unadhani mi sijui inachofanya akawambia, unatakiwa lakini wewe unanichukia sana. Akamwambia hakuna haja, ni miaka mingi sasa imeshapita. Kusema ukweli, nilikuwaga tu siku hiyo na nashangazwa kuona kwamba basi zile hisia na kisasi sasa nimeshasahau kabisa. Akamwambia Fu Hongxue anataka kuniua. Lakini vile vile pia watu wao wote wa Demon Section wanataka kunimaliza mimi hata sikula umo. Akamwambia kwani vipi? Wewe pia unanitilia shaka. Akamwambia mimi nachotaka nikuambie ni kwamba ikiwa unataka kuendelea kuwa na mimi ni sawa, inawezekana. Eh, lakini sasa sitajisikia vizuri unanifuata, mwisho wa siku uje upoteze maisha yako sldaaa n anasema tangu nilipowahi kuingia katika kasiri lako, mimi imekuwa ni mtu ambaye basi najificha nyuma ya ukweli. Wewe tu peke yako ulikuwa unajua kila kitu ni de... kwa sababu najua nilikuwa nakupenda, ndo bana nilikuwa niko karibu Niju na kupenda domana nilikua nika. Na hata ukiondoa hiyo mask ambayo ilikuwa inanificha uso wangu utagundua basi aliyemo nyuma ya mask ni mtu mtaratibu sana. Anamwambia nilitamani kukupa amani. Anamuuliza amani gani ja? tangu lini sungura anaweza kukaa nyumbani mwa chui akawa na amani na ja? Lakini basi ni sawa, popote utakapoenda kuanzia sasa, sintakuwa mbali na wewe. Maisha yangu yote unajua nimeyatumia katika kutengeneza, miaka yote nilikuwa najua kwamba nitakuwa na wewe siku zote wala usitie shaka, nimekuelewa. Wakati picha linaendelea mwamba anaingia katikati ya mji mwingine, anamsaka kwelikweli huyo Ma Kongqun. Sa, kuna baadhi ya watu tayari wanazo habari zake, kwa hiyo wakimwona tu wanatimua mbio ni mtu ambaye kwa sasa hivi kusema ukweli, anajulikana sana na anaogopwa pia. Vita iliyotokea mara ya mwisho na lile kasri kuchomwa, habari zilifika kila. Wewe utakuwa lazima ni Fu Hongxue eh, wewe ni mwana wa Bai, sio? Akasema ndio. Akaambiwa, mimi naitwa Guowei.

Hivi unajua ni watu wangapi katika ulimwengu wetu sisi wa mashwa walikuwa wanamchukulia wana, na kama tusingemuua angekuja tukutudhalilia sisi. Nyamaza! Eh, kidogo watu wote wameshika panga zao, wanamuunga mkono guo wetu. Sasa wamemtia hasira, na walipoanza kumpiga hizo kelele, na yeye mwenyewe hasira zikaanza kumpanda, akasema kaeni kile, hawajanyamaa akasema mara pili kaeni kimya, hawajanyamaza. Ya tatu kaeni kimya, sintawaruhusu mumtukane baba yangu, kaeni kimya. Wakainua na mapanga yao, e bana e, aliinua upanga wake, akaanza kuwatandika mmoja baada ya mwingine. Hakucheka na wowote yani, unaambiwa pale, sekunde ile ile pakaanza kuchafuka. Jamaa atakage mambo ya mazoea. Eh, mazoea si kitu yake. Sasa angalia kitu anafanya. Shout out kwa Kaka Vis ambaye basi yuko kule United States. Mmoja kati ya watu wa nguvu wao. Ah, wanatusikiliza sana na kutufuatilia pia. Kama na wewe uko Marekani niandikie kwenye comment niambie na mimi niko Marekani ili nipate kukufahamu. Niambie na jina lako pale. Basi nitakusalimia mimi mwenyewe au vipi? Nina marafiki wengi siku hizi Marekani. United States. Sasa angalia wote wameshaondoshwa. Amebaki upanga uko pale kichwani. Eh, basi anamwambia mwanajeshi ana huo. Eh, sio kuadhalilisha. Eh, basi akamwambia, sikia, nikwambie mimi sitaki kukua mzee. Mimi ninachohitaji ni kulipa tu kisasi cha baba yangu. Nisha choka kuishi maisha haya. Taratibu, akawa anasepa. Mguu wake bado hujakaa sawa

na kwa namna yoyote ile wanataka kuhakikisha Mako Chan yuko salama kwa sababu yuko pamoja na Fengsinia. Haya, mwamba akachomoka akaelekea e, mpaka upande mwingine wa pili, na sasa ameweza kujua ni wapi mahali aliko e, Mako Chan. Wale wao ni kwanza walipomwona tu ni wakapata wasiwasi, ukiangalia anajivuta mguu wake, yuko salama lakini yuko vizuri sana kitu <tipa> <tipa> yu, hakuna kitu kinaweza ameshaamua kumzuia, ameshaamua lolote lile, kwa hiyo hakuna mtu yeyote anaweza kumzuia. Basi akaanza kupita kwa mmoja baada ya mwingine mwingine, yani wengine wanatupwa juu kabla hawajatua, wengine tena na wenyewe wanatupwa tena. Sasa amebaki kiongozi wao wa angalia, yeye ndo maana yake ni kwamba no one can stop him. Sasa anataka kumalizia hapo kazi yake. Eh, mkubwa, hebu tuongee bwana, hii kitu tunaweza tukaongea. Ma Kongqun yuko hapa ama yuko hapa? So niambie kwanza kwa introduction kwanza. Jamaa ndo akaingia, eh, kama lile dubwasha wanalitaga Fatuma wanatumiaga kuvunja milango, yani jamaa akatandikwa kwanza

Mwanamama anamwambia basi we niache tu. Jamaa anambia mi ntakuacha vipi? Inabidi tu tuondoke wote, uwe salama. Nimekuwa mzigo kwako, nimepoteza kila sasa, siwezi tena kukubali kukupoteza na wewe. Vipi eh, unasikia kidogo afadhali? Haya, tuondoke <coughs> Au, wakaanza kuchomoka taratibu wanasepa zao. Walipofika mbele, alisikia kelele kidogo, akajua kuna mtu, kumbe ni mbwa. Maana yake ukiona hivi ni karibu na makazi ya watu. Lakini kabla hajaenda mbali, mbele yake akatokea mtu, ni alikuwa ni Chui Nonga. Akamuuliza Chui Nonga, unafanya nini hapa? Ni hapa umekuja kwa wakati sahihi Beto. Actually, mwache uh, senior hapa niondoke. Bibi akamwambia subiri kwanza. Eka kwanza panga lako chini. Ni kwa Fu Hongxue tai. Uko pamoja na Fu Hongxue? Yaani weka panga chini, au la sivyo nipige hii filimbi yangu. Na nikipiga hii, jamaa anakuja hapa sasa hivi. Kumwambia unanisaliti? Akamwambia mimi tayari nishalipa deni lako lote. Una uhakika umelipa deni langu lote? Miaka mitano iliyopita. Eh, deni lako sio kwamba mimi nikutumikie wewe, katika katika maisha yangu. Ni ni jinsi gani najisikia katika moyo wangu mimi kwako. Ni mpumbavu, ulifanya unavyojisikia. Eh, unakumbuka kilichotokea yako nini? Akamwambia siwezi kusahau, mimi ndo niliyekusaidia. Akamwambia sasa basi, imefika mwisho, umeshanisaidia, nikulipe tena? Ili kama umenisaidia, kwa nini nikulipe? mambo yote ambayo umewahi kuyafanya yamenifanya moyo wangu umepooza. Kwa miaka mingi nilikuwa naogopa kwamba wenzangu, wadogo zangu, dada zangu ambao nilikuwa nao wanapitia magumu, lakini kumbe wewe ndo ulikuwa adui namba moja anayefanya vitu, sio? Akamwambia sikiliza, mimi nilidhani nina mtu ambaye anaweza kunisaidia na kunisaidia na kunisupport katika maisha yangu, lakini angalia kilichotokea. Hebu siongelee kitu kama hicho. Mtu pekee ambaye aliniokoa mimi zama hizo wakati nilipitia magumu yote yale ni Fuongshu. Je, unajua nini kilinitokea? Mzee hata ataki Fuongshu atajwe kabisa. Sikiliza. Kuna baadhi ya mambo ambayo tuseme tu yameshapita, na hatuwezi tena kuyaingiza katika mijadala yetu. Utaendelea kunilaumu hivyo, mimi labda nisingehitaji kukupeleka ulipokuwepo kule. Sababu mimi nilichojali ni mali zangu. Lakini miaka mingi imeshapita, najua utakuwa umepitia matatizo mengi sana. Nataka ujue kwamba ndani ya moyo wangu bado nafasi yako ipo. Nataka uelewe hilo. Nimehangaika, nimepambana mpaka tulikofika pale, lakini sasa nimepoteza kila kitu.

Bora iwe tofauti, anampa upanga anamwambia baba, basi ni uwe. Anataka aone atafanya, binti naye akatupa ile filimbi. Akamsamea, akamwambia ondoka, akamwambia ukweli, uko tayari kuniacha mimi niondoke, tena fanya haraka, ondoka. Ondoka tu kabla sijabadilisha mawazo yangu. Basi mzee yule akamchukua yule mwanamke, lakini aliposema namna hiyo waondoke, alikoswa tu kidogo sana na panga la master Fu. Jamaa ameshampata sasa, mwambia Mako, sasa ngoja tuone utatoroka vipi. Sasa mtu mmoja hapa tunayemjua eh, ambaye awezi yani, ku, yani, hawezi kuacha anachofanya ni fu na nakusema ukweli ana jeraha kubwa sana. Sasa sijui ataweza kupambana na mzee. Haya, ngumi ngumi. Panga panga. Eh, kidogo mzee kuangalia bega lake. Wakarudi tena amechana ulingoni. Akina dada wako pembeni wanatazama tu, noma hilo linaendelea, nazingatia basi kukukumbusha kwamba ukijiunga na masuala ya memba utapata huduma za VIP. Karibu sana jiunge na VIP. Eh, moja kwa moja naenda kwenye profile ya channel. Ni rahisi. Utapata favor za nguvu. Chagua kifurushi ambacho unaweza kulipia. Gusa pale palipoandikwa join kwenye profile yangu ya YouTube channel, hapa kwenye YouTube channel. Halafu baada ya kujiunga ehe, eh, basi moja kwa moja anza kujoin Anza kula mani. Sasa, angalia ile sumu aliyopewa inaitwa dark Club. Akitumia nguvu zozote za yani, akitumia nguvu nyingi, basi kitakachotokea atashindwa kwa namna yoyote eh kuendelea na kupigana. Pigo ambalo alikuwa anakuja kupigwa ni pigo ambalo walikuwa wanakuja kumaliziwa, yani ukitandikwa hilo pigo huwezi kupona. Mtu pekee ambaye amemsaidia ni Chwino. Kama sio Chwino, maana yake ni kwamba hata Fu Hongxue asingeweza kujiokoa. Ee, sasa hii kitu ndo imempa asira kabisa Ma Kongqun. Asante kwa time yako, tutakutana kwenye episodi 55. Burudani lazima iendelee, asante sana. E, ikiwa umetazama lakini umesubscribe pia katika youtube yetu hapa, zingatia mtazamaji, kila wakati tunakukumbusha subscribe, subscribe. Lakini pia ukisubscribe, basi familia yetu inazidi kuongezeka, tunakuwa wengi zaidi na mambo yanakuwa mazuri zaidi. Hebu fanya hivyo leo. Ikiwa haujawahi kusubscribe kabisa, ningependa nione una subscribe. Hakikisha ume subscribe, umelike, ume comment, ume share. Taarifa nyingine kuna YouTube yetu nyingine inaitwa Mr. Lukindo, nenda ka subscribe kwenye YouTube. Lakini vile vile ikiwa unataka kununua YouTube namba za simu hizo hapo kwenye skrini yetu. Lakini vile vile basi nakukumbusha usiache kusubscribe kama haujawahi kufanya hivyo. Na unaweza kutangaza nasi kama una biashara yako, weka matangazo yako hapa. Namba ya simu unaiona iko kwenye skrini yako, itumie, nitafute, niambie, nataka kutangaza. Mambo yatakuwa mazuri na kila kitu kitakuendea pia poa kabisa. Tutakutana katika mwendelezo wa episodi ya hamsini na tano.